Jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan mm. ametangaza baraza la mawaziri mm -hmm, lakini kwenye mitandao huku kumekuwa kuna mambo mengi katika kipindi cha hivi karibuni, lakini ikiwemo pia e, kumteua mtoto wake wa naibu waziri, lakini pia e, bisisemi sana kuhusu mchengero kwa sababu alikuwepo pia katika awamu iliyopita, lakini lakini ikitajwa tajwa sana kuhusiana na mtoto wake mimi nasema kwamba ni, ni ni kitu ambacho haki, haki make sense Waingereza wanasema. Wanu ni mbunge aliyochaguliwa na wananchi wa Makunduchi. Haya, tusemeje? yesikamtea kwa naibu waziri Wanu kapata kura nyingi tu kule Makunduchi. Mm. alienda Samia kule. Mm. Mm. Eh, ni kutaka kumwonea tu rais Samia. Wananchi wa Makunduchi wamemchagua na, na, na raisi anapoteua anapote mawaziri anaangalia uwano, yani uyano pia wa maeneo ya nchi sawa, so. kwa maeneo Wanu wana haki, kwani sifa ya kuwa mbunge ndo sifa hiyo ya kuwa waziri, huwa unajua kusoma na kuandika tu, sindio? Sasa kosa lake liko wapi Wanu? Mbunge elimu anayo, mzoefu siku nyingi kwenye nafasi ya ubunge, saka viti maalum miaka chungu mzima, sawa so. Sasa kosa lake liko wapi? Kwa kuwa mama yake rais? Ah, hiyo sio sawa. Usafahamu lakini mchengero kama unavyosema kawa waziri, kabla hata jamuo wao Wanu usafahamu wakakutana wakapendana kwa wakaoana. Sasa kuna shida gani? Mimi nadhani tusi, tusi, tusi entertain vitu ambavyo, kama rais kahisi Wanu anaweza kusaidia kwenye wizara ile. Na sifa zenyewe za kuwa waziri ni, ni kwanza, hakuna chuo bradha, mkwambie cha kusomea uwaziri wala unaibu waziri kama uwe na experience uwe na elimu hii ndo uwe na waziri, haipo. Sifa za kuwa mbunge uwe unajua kusoma na kuandika sawa, ndio uwaziri unakwenda kuwa kusimamia vitu sawa. Sasa kama sifa za kuwa mbunge anazo kwa nini sifa za kuwa waziri asiwe nazo? Kwa maana ni jambo ambalo watu wanatafuta ile mapungufu tu, kwani alideserve tena? Bahati nzuri basi Laiti wangelikuwa angejenga hoja kwamba Samia kamteua katika nafasi zake kumi, kampa mwanawe mm. Lakini maskini Wanu kashinda kwenye jimbo tena. Mi nimpongeze sana mheshimiwa Rais Samia kwa kumteua Wanu. Ni wanawake wachache wanakwenda kupambana kwenye majimbo mm. Wanu kenda kuchukua jimbo hakusubiri viti maalum, Wanu hakusubiri viti maalum, kenda mbunge kuchaguliwa na wananchi kwenye jimbo Tumpongeze. Hakusema rais, na alikuwa na uwezo wanu kusema, wote wale wasingemkatalil Unamkataja mtoto wa rais kwenye, angetafuta mwingine wote angetolewa, lakini akasema sitaki fitna na kwenda kupambana jimboni nakapambana kashinda. Mchengero rafiki yangu shemeji yangu, sawa, kapambana jimboni kashinda, wao simchague na kafanya vizuri baraza lilopita, sawa kwa maana hiyo haya tuwapuze, na mimi niwaombe wa Tanzania, tusi entertain kama kuna pahala ambapo tena mheshimiwa rais angel, angelitaka ange ushauri wangu mwenezi wangu alikuwa mpe waziri ya sana sio so kumpa naibu waziri, ana experience siku nyingi uko bungeni, amesha baraza la Wawakilishi, tena kapambana jimboni, kwa nini usimpe waziri? Lakini maamuzi ya mheshimiwa rais. Kwa maana hiyo, mimi nawashangaa sana wanaentertain hicho kitu rais Samia.